ni kwamba upande wa wachezaji wa Simba wameondoka leo kwenda Zanzibar kujiandaa na mchezo wa maasimu wao wa jadi Yanga, ambao nao waliondoka jana, na hii itakuwa ni mchezo wa kucheza utakochezwa katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, yote hiyo ikiwa ni katika kuindana kuelekea siku ya Jumamosi. David Minja na simulizi zaidi. Ni mchezo wa kwanza wa watani wa jadi ambao unamkutanisha kocha d ambaye msimu huu kikosi chake kimeanza vizuri. Wakati akijiandaa kuondoka Dar es Salam, kocha Dylan Kery amesema anafurahishwa kurejea katika mazoezi kwa wachezaji wake Jonas Mkude na Juko Mushid na kuwataka mashabiki wa Simba wasiwe na hofu kuelekea mchezo huo. Kama ulivyosema ni mchezo mkubwa hapa Tanzania, ni mchezo mkubwa kwa timu zote, Simba na Yanga. Kwangu unajua shauku ya mashabiki wa Simba na kwenda Zanzibar kuandaa wachezaji wangu kiakili na kimchezo kufurahia siku hiyo. Wamekuwa wakinisimulia stori za msimu na hata msimu uliopita. Baadhi ya wachezaji wa Simba nao wamezungumzia kambi yao kuelekea mchezo huo na watani wao wa jadi. Wameshinda game tatu, tumeshinda game tatu, mimi nadhani game itakuwa nzuri. Hali ndani ya kambi yetu ipo shwari, wachezaji wako vizuri viongozi wetu wako vizuri. Kwa hiyo yani, sisi tulikuwa tunaenda kujiandaa, kujitegemea Jumamosi kurudia na ushindi. Mchezo wa Jumamosi kwa kwa Watanzania ni mchezo mgumu, kwa sababu wao upinzani, lakini kwa sisi yani ni kawaida, ni kwa sababu ni timu kama timu nyingine, sema kwa kuwa wale ni watani tu, ndio hivyo mechi na kuwa ngumu kwa, kwa, kwa jinsi hiyo. Timu za Simba na Yanga zinakutana wakati ambapo zote zimefanikiwa kushinda michezo yake mitatu ya kwanza ya ligi kuu Tanzania Bara. Kutoka Dar es Salaam, David Minja.